Kama tulivyokubaliana kwamba mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka wa kufanya biashara kismart zaidi, na sisi Exodus Technology, sasa wale wafanya biashara waba likuwa mnajiuliza hivi software ya Odoo inaweza ikafanya kazi kwenye biashara yangu, ondoa shaka leo, tuko zetu hapa Shambaba. Hawa ni watumiaji wa Odoo, ni wateja wetu Exodus Teknolojia, na wanatumia Odoo kumeneji biashara yao. Kama unavyoona ni baa kubwa sana, na sasa hivi maisha yao yamekuwa mepesi sana tangu waanze kutumia software ya Odoo, kwa sababu ina kila kitu. Wanameneji mauzo na manunuzi, wanameneji wafanyakazi wao na mambo mengine mengi. Sasa wewe mfanya biashara, huo unafanya biashara ya baa au aufanyi biashara ya baa, lakini bado unatumia madaftari, ni muda wako wa kuachana nayo, kwa sababu biashara iwezi ikawa kismart zaidi kama unatumia madaftari. Tupigie tuje tukufanyie demonstration ya Odoo bure kabisa, popote pale ulipo. Nasemaje? Mwaka huu biashara kismart zaidi, na sisi Exodus Technology.